Kama step parents, ama mzazi wa kambo una haki ya kupeana discipline. Ulisikia wapi? Kwa mtoto ambaye sio wako. Ulisikia wapi? Ah. Mzazi wa kambo wetu unataka sasa kuanza kupunish mtoto wa mtu ah. Kama nani? Hata ah. Kama mamake ama babake ameaga, wewe jua. Kuchukua ati, sijui unachukua, unaweza kutandika mtoto wa mtu sitakiwa kwa sababu wewe si mzazi, na hutajua limit ya kupanish mtoto na limit ya kutopanish mtoto. Alafu you know the thing with kids, they really test your patience. Mm-hmm. Sasa kwa sababu ile mtoto si wako, huna uchungu naye, hujui uchungu wa mwana ni gani. Wewe kama mwanamke unachukua nyaunyo, so unaeza kupiga mtoto wa mtu Nyo, koma.

The moment mtoto anakosea, Chigo, unachapa una makosa, kwa sababu let me tell you Chigo, au mtoto anaweza kuja hapo akujaribu, like you said, akujaribu limits, akusqueeze kwa kona, but make sure that ukidiscipline okay, mtoto ambaye si wako una discipline na limits pia. Aha, sasa hizo limits utakuwa nazo, utakuwa nazo. Tunawajua nyinyi mama wa kambo si mama, baba wa kambo si baba, wewe ni wa kambo, so unaacha mtoto sasa aharibike vile unajihisi, muache

Samueli alikuwa na mtoto wake vivyo. Sasa wakasema kwamba changamoto ilikuwa inakuja pale kwa kutoa discipline. Okay. Huyu akidisipline, mtu mmoja anaangalia sema, eh, weye ame discipline. Wone oh, kama sa. ana finya sana. Eh, mwingine naye mm, eh, ana adabu." Sasa mm -hmm. Wewe kujiepusha e na uputulu huo, mm. Utopolo waelewe. Mm. Unasema kwamba, "E, eh, eh, ngoja babako aje." Wewe mm. Ngoja mama kwaje. Mm. Atadili na wewe. The moment unaweka stok useme kwamba nasubiri mamako afike sasa, hey, eh, hmm, mwambie huyu mtoto amefanya hivi na hivi, anza kusema unamwonaje huyu mtoto sana. Papo hapo. Unamwonea mtoto, unamtesa huyu mtoto hapo. Nikama upendi, upendi ujaipenda huyu mtoto <laughs> Sasa we ukijua unataka kuepuka lawama, usiguse mtoto wa mtu. Umesema mi ni mtesi, ni mtesaji mkuu, watu mtesi. <laughs> Mtesi waki, wakiomba anasema ule mtesi wangu vunja miguu leo, na ni wewe? Hapana, lazima <laughs> disiplini iwepo.